ya kurejesha tarehe ta siku ambayo utakuja kurejesha na sign ta sign siku ya kurejesha. Sasa hapa tuna mwongozo. Mwongozo utakusaidia wakati wa kujaza hapa, najua pengine katiba unayo ya yeah, ya Zanzibar kuna kipengele kinachohusu ugombea urais ambayo itakusaidia, kanuni mm-hmm, kanuni ya chama ya yeah, uchaguzi yeah, okay, itakusaidia hiyo katika kujaza ma fom iwe sasa omenyewe ni hii sasa. Ukumbuke kwamba tarehe ya mwisho ya kurejesha tarehe kumi na saba na isije ikapita saa kumi. Tarehe hmm, kumi yeah, na saba hio ni siku ya mwisho. Mimi nakushukuru kwa kutumia haki yako ya kuja kuchukua fomu kama mgombea wa chama chetu.